Kwa majina naitwa Jane Samuel. Nina spare nyingi hapa za magari na za mashine mbalimbali. Spare hizi ni za magari kama Kenta, kama Beltrack, Mercedes Benz tunazo hapa, lakini pia tuna filters mbalimbali. Tuna spare za lighting plants. Tuna radio calls ziko hapa. Kuna mabomba ya kuchimbia kwa watu wa mgodini, naita drilling rods. Tafadhali sana watu ambao wanauza hizi spare. Spare ziko kwenye ofa. Hivi vifaa vyote ni vifaa vipya hakuna kukua hata moja. Tuko hapa mtawa mbugani mtawa Mbugani, kata ya Kishiri. Tafadhali tafadhali, fika ujionee mwenyewe ili uweze kuchagua kila spea yote ambayo unahitaji. Zina bei rahisi sana sana sana. Kwa mawasiliano yangu, napatikana kwa namba ya simu 0686909821. Tafadhali tupigie simu popote pale ulipo, tunakukaribisha uweze kuangalia hizi spea. Ni spea mpya kabisa, kuna kukuu, mpaka injini za kenta zipo. Karibuni sana wateja wetu.